Naitwa Lusubilo Bennett Mwaluanda, natokea tawi la makao makuu Dodoma. Nimesikitishwa na kauli ya rais wa TFF kwa kusema sisi hapa tunaleta sinema, tukacheze sinema zetu kwenye haki yetu, ambayo wao na kamati yake wameamua kusitisha mechi hii ndani ya masaa saba tu ya maandalizi. yaani sisi tumeandaa mechi kwa muda miezi nyuma Tunafanya promotion, tunachangisha wanachama wenzetu, tutoe magari tupeleke Dar es Salaam, watu tunajitoa kwa pesa zetu kwenda kulala loji, tusubirie mechi kesho yake, tunatumia usafiri kwenda uwanjani, tutatumia gharama tofauti tofauti, tule siku nzima, mpaka tukaporudi Dodoma tena, mtu anakuambia mechi ndani masasa masasa masasa hapa tumechi kwamba hamna mechi, sababu ya kuonesha mechi haionekani wala itambuliki. Tunaomba kama anatuona tu kwenye sinema zetu, mwambie tuko location tutacheza tena. Kwa majina anaitwa Dismas George Mtamba, ni katibu wa masa tawi la Yanga makao makuu Dodoma. E, tunachoweza kusema kwamba kama walivyotoka kuongea viongozi wetu awali wazee pamoja na viongozi wengine wa matawi, lengo ni lile lile tu, kwamba tuko mbali sana, kanuni na taratibu zifuatwe ili mpira uweze kusonga mbele, lengo na madhumuni kwamba kanuni tu zifuatwe. Sisi Yanga kama Yanga wala hatuwezi kugomea mechi lakini taratibu na kanuni ziweze kufuatwa, kwamba ili kila mmoja aone haki inatendeka kwa upande wake. Hilo tundo ambalo tulikuwa tunataka kuongelea tu. asnate chesko nyingi. ni mwanachama wa tawi la wakali wa Chang'ombe Dodoma. Mimi pia ni mwathirika wa kitu ambacho nataka nikiongelee. Nakiongelea kama vile sio mwanachama wa Yanga, nakiongelea kama mwanaspoti au mwananchi ambaye niliyojumuika kuingia Benjamin William Mkapa nachokiongelea hiki ni hasara ambazo zimepatikana kwa wanachama na mashabiki walioweza kuingia Benjamin Mkapa. Wameingia pale wametumia gharama nyingi, achana na safari, kuna tiketi ambayo pia inajulikana kwa kila mtu ambaye tiketi tulihamasishwa mpaka saa nne asubuhi tuambiwe kwamba tulipe tiketi zetu tuingie uwanjani kwa ajili ya kuangalia dabi letu la mpira wa Simba na Yanga. Lakini saa sita mechi inakuja kuahirishwa, hamna taarifa zozote za kuhusiana mapato na kitu ambacho tumekichangia wanachama kama wa, wana sport vile tulivyo. Maki mimi naangalia hata mpira wa Mazama Rek juzi wamepewa point tatu. Walipo point tatu lakini alila alila alijaingia uwanjani, amerudisha pesa za mashabiki wake, lakini sisi tulitegemea kwamba rais wetu tulompa imani ya kuja kusimamia mpira wetu wa Tanzania akifika angalau ataangalia hasara za media, media wamesafirisha watu wamefika pale kwa gharama, wamelala kwa gharama, wamekesha wanapigwa na mvua kwa gharama. Wana spoti ambao wameingia pale uwanjani wametumia gharama zao, angefika na busara ya kupokelewa na wananchi kuwapa pole kwa gharama zao, au kurudisha gharama zao ambazo wametoa. Lakini tunasikitika na tuna masikitiko makubwa sana ambayo yanatufanya kama wana na spoti tuseme hatuna imani na rais tena wa mpira. Ah, yes. Kwa majina naitwa Herman Benjamin almaarufu kama Heri Yanga, ni mwanachama wa tawi la Yanga makao makuu Dodoma, na ni mjumbe wa kamati ya hamasa makao makuu. Leo nina jambo moja kubwa sana na ni muhimu kuliko yote. Unapozungumzia football hasa kwenye nchi ya Tanzania unazungumzia kitu ambacho kimekuja kwenye maslahi mapana sana ya watu waliopo kwenye nchi hii. Yanga ni timu kubwa, Simba ni timu kubwa, lakini kanuni na sheria za mpira wa miguu huwa hazina mkubwa wala mdogo. Siku ya tarehe nane ilipaswa kupigwa dabi kubwa ya nne kwa ubora barani Afrika, ambayo mechi hiyo ilipelekea watu wengi na mashabiki mbalimbali kwenye nchi hii mikoa ya Tanzania, wilaya na viunga vyake. Wengi walisafiri kutoka kwenye mikoa yao husika, wengi walitoka kwenye nchi jirani kama Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, Kongo. Watu walikuja na tuliambatana nao kwa safari hiyo iliyokuwa maalumu kwa ajili ya mechi ya watani wa jadi Simba na Yanga siku ya tarehe nane, lakini katika hali ya kushangaza ile mechi iliahirishwa, na kusababisha mashabiki kupata hasara kubwa, hasa wale waliosafiri kutoka mikoani kwenda kwenye jiji kubwa la hapa Tanzania, ambako niko dabi hiyo ingeweza kupigwa kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa. Okay, n na... Walofanya hii mechi kuahirishwa, kwanza si watu wengine ni watani wetu wao namba moja ambayo ni Simba Sports, kwa madai ya kwamba walipata vizuizi vikali kutoka kwa watu wa Yanga e, wakisema wamezuiliwa kuingia uwanjani kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Nadhani kwenye mpira wa miguu huwa kuna kanuni za mpira na huwa kuna kanuni ficho ambayo inatumika hasa inapofika kipindi cha mechi za dabi kwenye ligi husika, mfano NBC kuna dabi moja tu ya Simba na Yanga, na dabi hiyo inaongozwa kwa kanuni za mpira wa miguu lakini, dabi hiyo hiyo ina kanuni ficho ambayo inatumika kuongoza michezo yote ya dabi, na ndio maana mwanzo tulisema National Al Ahly kutoka Misri dabi yake ni Zamalek. Al Ahly amegoma kupeleka timu uwanjani kwa kisingizio cha kwamba makubaliano yao ya dabi ya Misri waamuzi wa michezo hiyo watoke nje ya Misri lakini bodi ya ligi na kamati ya ya mashindano ya Misri pamoja na chama cha mpira kwa maana ya shirikisho la Misri, wao waliamua wali waamuzi watoke pale pale Misri. Ahali kagoma kupeleka timu uwanjani. Hatujui ana pointi zenye mashiko au la. Alitumia kategori moja tu ambayo dabi ina makubaliano nje ya sheria ya mpira wa miguu, lakini Ahali amelimwa, kapolu alama tatu, kapolu magoli matatu, amepewa Zamaleki. Sisi Simba na Yanga ni nani kwenye mpira wa miguu? Yanga apewe haki yake, haki anayotakiwa kuipata. Yanga yeye alihusika kwenye kila kitu. Siku ya tarehe nane timu imekuja, imefanya warm up uwanjani, muda wa mechi umefika, mpinzani hayupo. Unatakiwa nini kifate? Achana na hilo. Kipindi mechi inaandaliwa, rais wa mpira Tanzania Warace Karia hakuwepo kwenye nchi hii si ndivyo? Amepokea taarifa kwamba mechi imeahirishwa, yeye kama rais alipaswa kufanya nini? Yeye kama rais alipaswa kutulia, afuate taratibu na sheria za mpira, ili kujua ni kwa nini mechi kubwa kama hii imeahirishwa lakini yeye siku anafika tu ameamua kuja na maneno ya moto, ambaye amechafua klabu yetu ya Yanga, imechafua brandi ya Yanga, imechafua viongozi wa Yanga na wanachama na mashabiki kiujumla.